Mambo vipi mtazamaji wetu wa nguvu wa Dax Media? Ni matumaini yangu uko salama, lakini mpaka sasa kuna taarifa ambayo sio nzuri kiukweli, ambayo imetufikia kupitia mitandao yetu mbalimbali mbali ya kijamii, taarifa ambayo inahusu mechi ya leo dabi ya Simba na Yanga ambayo ilipaswa kupigwa tarehe nane ya mwezi wa tatu mwaka elfu mbili ishirini na tano katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa kuna taarifa ambayo imeweza kuzua sitofahamu kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, taarifa hii ambayo imebua hisia nyingi kutoka kwa wadau mbalimbali wa soka hapa Tanzania kuhusiana na mbali mbali. Sasa, kile ambacho Simba wamekiposti kupitia peji yao ya Instagram na mitandao mbalimbali. Sasa nitaenda kusomea kile ambacho klabu ya Simba imeweza kukiandika kuhusiana na mechi ya leo ambayo ilipaswa kucheza tarehe nane ya mwezi wa tatu mwaka elfu mbili ishirini na tano. Ngoja nikisomee kile ambacho amekiandika, alafu baada ya hapo nitakwambia kitu gani ambacho kimezua sintofahamu sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Kupitia peji ya Instagram, klabu ya Simba imeweza kuandika taarifa kama ifuatavyo: taarifa kwa umma. Simba Sport Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC zidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni, kwa mujibu wa kanuni ya 17 kwenye mabano wa keka 45 kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki licha ya kufika uwanjani, katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabaunsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba, huku wakiendelea na vurugu na kuzuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi na kujiandaa. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahidi dhidi ya wahusika wote wa sakata hii. Imetolewa na management klabu ya Simba. Sasa hiyo ndio taarifa ambayo imeweza kuzua sintofahamu kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii sasa. Wakati nasoma comment za wadau kupitia mtandao wa Instagram, wadau wameweza kuandika hisia zao kuhusiana na mchezo huu ambao Simba imeonyesha kwamba haitoingia uwanjani siku ya leo, ambapo tulipaswa mechi hii iweze kupigwa, mechi ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu na mashabiki wengi. Sasa kupitia upande wa comment section, ngoja ni kusomea machache ambayo wameweza kuyasema. Huyu hapa ni Diamond_JR akasema kwamba maamuzi ya kiume sana No one is above the law, kwamba hakuna ambaye yuko juu ya sheria. Mwingine akasema kwamba anaitwa Yoni Blog akasema kwamba, mnajua watu wanajiandaa vipi, lakini tiketi na issue zingine, mnasusia game kirahisi vi mwingine akasema kwamba huu ndo ubaya ubwela. Mwingine akaweza kusema kwamba mimi nishaweka mkeka, mjue, acheni mambo yenu <laughs> mwingine anaweza akasema kwamba umma umesikia, wamesahau sisi ni umma, sisi ni malastiboni wa kafu, tunajua kuzira haraka sana, hatutakiwi kugombezwa. Mwingine akasema kwamba eh, safi sana, acha wakacheze peke yao, sasa hii ndio simba bana. Mwingine akaweza kusema kwamba mtani ameshaleta kipengele, vipengele hivyo vimeanza kuja mtaani, haya bana, hii mechi walisema haina kipengele, lakini mwingine anasema kwamba ndo vipengele hivyo hapo vimeanza kuja. Okay, sasa kuna hapa comment ya shabiki mkubwa wa timu ya Yanga anaitwa Official Godi Yanga naf, nafikiri wengi mtoko mnamfahamu. Yeye anaweza kusema kwamba mbona ghafla sana hamtutendei haki, tunaolipa pesa zetu kuingia uwanjani, watu wamelipia nauli kutoka nchi mbalimbali mbali. Hiki mlichokifanya Simba ni ushamba. Acheni ushamba mazoezi. Mechi ngapi hamfanyi na mnazicheza bila mazoezi ya uwanja wa mechi. <laughs> Nimeona komenti yake imeweza kujibiwa na watu wengi sana. Baada ya kuandika hivyo, God Yanga mkaweza kuja kumjibu kwamba lo, nie mlibadilishiwa muda tu, mkagoma kucheza kweli, akili kisoda hamkumbuki. Mwingine akaweza kusema kwamba shingapi irudishwe chifu. Mwingine akaweza kusema kwamba waombe Yanga wakarudishe, taratibu lazima zifatwe. Mwingine akaweza kumjibu kwamba ubaya ubwela <laughs> Kumekuwa kuna comment za kurushana maneno baina ya mashabiki mbalimbali mbali wa timu ya Simba na Yanga kufuatia hichi ambacho Simba imeweza kukitoa kupitia peji yake ya Instagram. Sasa ni mambo mengi ambayo mpaka amba sasa yanaendelea kuhusiana na hichi ambacho wamekiandika timu ya Simba kwamba mechi hii imeahirishwa kutokana na kunyimwa kwao uwanja kwa ajili ya kufanya mazoezi. Sasa klabu ya timu ya Simba wenyewe wanadai kwamba wamerekodi baadhi ya clips pamoja na picha za kuonesha mabounsa wa timu ya Yanga kuwazuia wao kuingia uwanjani na kufanya mazoezi ambayo pengine yangewafanya wangekuwa strong kwa ajili ya mchezo huu wa dabi. Sasa mpaka sasa hamna taarifa kutoka katika kamishna wa gemu hii ambayo alipaswa kuichezesha, ambapo gemu hii iliweza kuzua sana sintofahamu toka refa achaguliwe, pamoja na maafisa habari wote wawili walikuwa katika mkanganyiko, mara kuitwa katika kamati ya maadili. Kumbuke hapo kwamba kamati ya maadili bado haijatoa tamko kufuatia mwito ambao waliwaita afisa habari wa timu ya Simba Ahmed Ali, pamoja na Ally Kamwe, afisa habari wa timu ya Yanga, japo za chini chini zinasema kwamba Ally Kamwe tayari ameshapewa hukumu yake ya, ya kutokujihusisha na soka kwa muda wa miaka miwili. Sasa comment ya Ally Kamwe baada ya, ya chapisho hilo la Simba, alikuja akasema kwamba mlijaza wachawi kwenye gari <laughs> alafu akatuma na emoji moja ya kucheka. Nimeona komenti yake imeweza kujibiwa, ikijibiwa na watu wengi, mwingine akaweza kumjibu kwamba unaamini ushirikina wewe, au wewe mtoto wa mganga nini, mchawi lazima uhusike hapo. Watu wengi sana waliweza kujibu hapa komenti ya Ally Kamwe hisia, um, zimekuwa nyingi kweli kweli. Sasa huu mchezo umekuwa ni mgumu kweli kweli kufuatia hichi ambacho kinaendelea mpaka sasa, na hatima mchezo huu nafikiri tutaijua baada ya masaa machache hapo mbele. Je, hii taarifa ya Simba itaruhusiwa, ama wataambia waingie uwanjani na pamoja na haya yote ambayo yametokea? Kwa hiyo ni kitu ambacho tunakisubiri tamko litoke katika management ya ligi kuu NBC Premier League ili kuweza kuona ni kitu gani ambacho kitaweza kuendelea. Sasa, vipi we comment yako kuhusiana na hili hapa swala ambalo linaendelea mpaka sasa je? Mechi hii ikairishwa ni kitu gani ambacho watakuwa wamefeli NBC Premier League wao kama wenye mamlaka haya ya kuendesha mechi hizi. Mimi ni Todd Dex Underscore Trizy hapa ni Dax Media. Shisha comment yako ili wa kwanza kupata habari zetu kila wakati na kila muda. Asante. Azam sio familia, mmeona hao kwamba Azam sio familia, sio familia. Oh, aragije kwamba nani familia? Sio familia. Ah. Atumtaki apewe nani? Apewe Kayoko Mchawi, mpe mwanao tarehe nane, apewe Kayoko. Najua atakataa.